Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kamati yako ijielekeze kwenye kitabu cha kwanza matumizi ya kawaida fungu 96 wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, kifungu alfu moja na moja shilingi bilioni 8 milioni 657 laki 935 na saba laki tisa tano na mia tano. Kifungu hicho Mheshimiwa wabunge kina mshahara waziri na, na majina hapa nimeletewa. Mheshimiwa Kanyasu, nakushukuru na sana Mheshimiwa Naibu e Spika. Mheshimiwa Naibu e Spika, timu yetu ya bunge imekuwa ikienda nje kwenye magari yake inaandika Visit Tanzania, na timu zetu za Simba na Yanga zimekuwa zikitumia jezi zimeandikwa Visit Tanzania. Wakati tunaandika Visit Tanzania, tunategemea wageni kutoka nje ya nchi, kwa maana ya watalii wa michezo na watalii wa kawaida. Mheshimiwa Naibu Spika, tunapofanya mchezo wote ule Tanzania tuna, tuna attract wageni kutoka nje, na maana yake ni kwamba wageni hawa wanaingia gharama za kuja Tanzania wakiamini kwamba Tanzania ni nchi salama na kwamba kulingana na matangazo ya Visit Tanzania wanakuja kuona burudani. Mheshimiwa naibu spika, serikali ndio mmiliki wa viwanja vya michezo kama Benjamin Mkapa na sasa hivi inajenga viwanja vingine vikubwa Tanzania kwa mujibu Wata, wa taarifa ambayo ilisababisha kuahirishwa kwa mpira wa Simba na Yanga moja ya sababu ilikuwa ni usalama na usalama kwenye kiwanja cha serikali lakini taarifa ilisema ni usalama kulingana na taarifa ya bodi ya ligi lakini kwenye kiwanja cha serikali sasa nataka mheshimiwa waziri atuthibitishie kwamba taarifa za usalama zilizosababisha watanzania kula hasara siku ya mechi ya Simba na Yanga zilikuwa zimetolewa na chombo gani cha usalama ambacho kilisababisha watanzania wale hasara na kama majibu yake hayajatarizisha naomba atashika shilingi. Mheshimiwa, ulikuwa unakwenda vizuri, mradi umeingiza vilabu viwili ambavyo ndivyo conflicted. Hoja yako bado iko mahakamani. Mheshimiwa Msukuma. Mheshimiwa, Mheshimiwa mwenyekiti, samahani, lakini jambo uh, ambalo tunalizungumza umetolea nilikuwa, mfano kitu ambacho kinapendi maamuzi ya mahakama. Jambo dogo tu mwenyekiti eh. Uh -huh. Kazi yangu ni kuishauri serikali, ndio iliyonileta huko ndani. Kama hilo haliwezekani, sina sababu ya ukaa. Jambo la Simba na Yanga lilikuwa tribunal, halikuwa mahakamani na kama tribunal inaweza ikazuia kujadili jambo kwenye chombo. Mheshimiwa mheshimiwa Kanyasu, najua vitu vingine mundani, msifikiri kama kiti kinafanya vitu maksudi. Imetokea kwa Gulamari kachanganya vitu viwili, kachanganya kanuni ya themanini na moja na kanuni ya sabini na moja na tumeazungumza sana ya mambo jambo lako vivili bado linangoja hukumu ya mahakama. Hilo la kwanza. La pili, swala la usalama, una, una, una, una eko kama vile, sasa unatadharisha nchi za dunia zisije Tanzania kitu mheshimiwa. A ah, mi ndo nesema mheshimiwa Msukuma sasa leo nikasha. Nakushukuru mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti Naomba utuongoze vizuri. tunaweza tusiku, tukukosea adabu, lakini hatuna historia hizo. Naomba utuongoze vizuri, kwa sababu ni masuala ya kiroho na kimoyo, utuie razi pale tutakapokosea. Mheshimiwa, nataka nitoe mfano kwenye nchi zinazotuzunguka kwa mfano nchi ya Kongo kwenye ligi yao ya Lupopo na Mazembe. Leo ni mwaka wa pili <coughs> serikali imezuia hiyo dabi, haichezi ligi ya South Africa. Vile vile, Kaizer Chiefs na wao hawachezi, yani wanacheza mpaka serikali iliingilia kuwakutanisha. Sasa mheshimiwa, najenga msingi wa hoja yangu. Najua unatukataza tusizungumze Simba na Yanga. Nitaka waziri atuambie baada ya hii swala kutokea, tulimwona mheshimiwa waziri Kabudi ameenda na naibu wake kule kwenye kikao. Sasa kama hatuwezi kulijadili yeye, Kabudi alienda kama nani kule? Ni mchezaji au ni waziri? Na sisi tunayemuuliza ni waziri, ambaye si swala gumu kutuambia tu kwamba pengine serikali inalifanyia kazi kuwakutanisha. Lakini mwenyekiti, tunakoelekea sasa kwamba ikitokea tukuma... asante sana we, wala sikupeke makamani wewe, ile sio swala ya sera. Kaa chini mheshimiwa, tale tale. Asante mheshimiwa mwenyekiti uh, kulingana na maelezo ya mheshimiwa waziri na kulingana na shi, mwongozo wako nimeamua kuachia shilingi ya waziri ili na mimi nisiende mahakama. Kifungu hiki kinafikiwa, kifungu elfu moja na mbili shilingi milioni mia saba kumi na tatu laki mbili na elfu tisini na sita. Kifungu elfu moja na tatu shilingi milioni mia tisa sitini na moja laki nne na elfu themanini na tano. Kifungu elfu moja na nne shilingi milioni mia tano ishirini na nne laki moja na elfu arobaini na saba. Kifungu elfu moja na tano shilingi milioni mia nne thamani na saba laki nane na elfu thelathini na nne hichi kinafikiwa. Kifungu elfu moja na sita shilingi milioni mia nne kumi na sita laki saba na elfu arobaini na tisa hichi kinafikiwa. Kifungu elfu moja na saba shilingi milioni mia tano thelathini na sita laki tisa na elfu thelathini na nane hichi kinafikiwa. Kifungu elfu moja na nane shilingi milioni mia tatu sitini na tano laki moja na elfu sabini na moja kifungu hichi kinafikiwa. Kifungu alfu moja na tisa shilingi milioni mia nne kumi na sita laki nane na alfu tisini na tano hicho kinafikiwa. Kifungu alfu sita na moja shilingi bilioni tatu milioni mia mbili arobaini na mbili laki tano na alfu thelathini na nane hicho kinafikiwa. Kifungu alfu sita na nne shilingi bilioni nne milioni mia tisa thelathini na mbili laki tisa na alfu tisini na sita na mia tano shilingi bilioni kumi na moja milioni mia tatu kumi na sita laki mbili na elfu sabini na tano, hichi kinafikiwa. Kifungu elfu saba na tatu shilingi bilioni ishirini na nane milioni mia nane tisini na saba na elfu ishirini na tano, hichi kinafikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakwenda kitabu cha nne matumizi ya maendeleo. kifungu elfu moja na tatu shilingi bilioni mbili milioni mia saba arobaini na mbili laki tano na elfu thelathini kifungu elfu sita na moja shilingi bilioni tano milioni mia nne na moja laki tano na elfu sabini na sita kifungu elfu sita na nne shilingi bilioni mia nne na kumi, milioni mia tano arobaini na sita laki sita na elfu themanini na mbili kinafikiwa kifungu 1605 na shilingi bilioni na shilingi bilioni 8. Kifungu 1603 shilingi bilioni 31, kifungu 107, kifungu 1703 shilingi bilioni 31 na milioni 500. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ya matumizi imemaliza kazi.